Wapendwa watazamaji wetu, uh, ni mimi Didimi Temu, mshauri wenu wa masuala ya mahusiano ya uchumba na ndoa. Kwa furaha kubwa kabisa ninawakaribisha tena katika vipindi vyetu wenye mfululizo wa kichwa cha Ndoa Kama Njia Panda. Leo tutakwenda kuangalia somo lingine linahusu uchumba, ambako tutakwenda kuangalia tahadhari ambazo wachumba inabidi wazichukue wakati wa kuendesha uchumba ili waweze kuingia katika ndoa iliyo bora. Kwanza, kabla sijaendelea, nifafanue tunaposema kwamba vipindi vyetu vinaitwa ndoa kama njia panda. Hii ina maana ya kwamba tunamuona mtu mwanamke au mwanamme ambaye amebeba mafanikio mbalimbali mbali, katika ambaye ameyapata katika maisha yake, e, various achievements, labda ni mafanikio ya kielimu e, amejitahidi kupata elimu nzuri. Ana mafanikio ya kikazi e, amejitahidi amepata kazi nzuri. Ana mafanikio ya kibiashara, ana mafanikio ya kiaseti, hata amejenga nyumba nzuri. Ana mafanikio hata ya kidini ne, ana huduma nzuri, labda ni kanisani Haya yote ni mafanikio ambayo huenda ametumia karibu muda wote wa maisha yake kuweza kuyapata. Sasa inafika kipindi ambacho anataka kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo ndoa, tunaposema ndoa ni kama njia panda, ina maana kwamba ndoa ndio kigezo cha muhimu au ndio kigezo cha muhimu kitakachoamua kama huyu mtu mwanamke au mwanamme ataenda kuyafaidi au ataendelea kuyafaidi mafanikio mbalimbali ambayo ameyapata katika maisha yake e, kama ataendelea kufaidi ile mafanikio ya kielimu, mafanikio labda ya kikazi, mafanikio ya kibiashara e, mafanikio ya aseti, mafanikio ya kihuduma ya kidini ambayo ameyapata uenda na huduma kubwa ni mwimbaji mashuhuri e labda ni mchungaji na huduma ya mchungaji uinjilisti, kama ataendelea kuwafaidi au la, au la au la? Kwa sababu e, kama huyu mtu ataingia katika ndoa ambayo sio nzuri, au mahusiano yake ya ndoa yakawa sio mazuri, yanaweza kabisa kufanya yale mafanikio aliyopata e, karibu katika kipindi kirefu cha maisha yake asiyafaidi. Ya kwa mfano, wako watu ambao wamejitahidi, wamejenga nyumba nzuri kabisa lakini kwa sababu tu mahusiano ya ndoa sio mazuri, basi unakuta wengine wanatamani labda hata wakati wa kurudi, akitoka kazini anatamani hata pale nyumbani kwake asifiki, anachelewa kufika kwa sababu tu mahusiano ya ndoa haijakaa vizuri. Kwa hiyo utaona mtu kama huyo anashindwa kuyafaidi mafanikio ambayo ameyapata katika maisha yake kutokana na kwamba mahusiano ya ndoa sio mazuri. Lakini ikiwa huyu mtu e, mwanamume au mwanamke ataingia kwenye ndoa iliyo nzuri na ataendelea vizuri na ndoa na mahusiano yake ya mahusiano ya ndoa yakawa mazuri, basi ana uwezekano mkubwa sana wa kuyafaidi mafanikio mbalimbali mbali ambayo ameyapata ame struggle kuyapata katika maisha yake. Aa, wapendwa watazamaji wangu, wakati huu, kama nilivyosema, leo tutakwenda kuangalia somo lenye kichwa kinachosema kuhusu uchumba tahadhari za kuchukua wakati wa kuendesha uchumba. Tunafahamu uchumba ni kipindi cha mpito kuelekea ndoa ambacho kinawapa nafasi ya kipekee wanandoa, wan, wachumba eh, kufahamiana vizuri. Mwana, mchumba lazima akitumie kipindi cha uchumba kumfahamu mwenzake eh, katika maeneo yote ya maisha, ili kama ni mwanamke aweze kumfahamu mwenzi wake ambaye ni mwanamume je yeah kama huyu anaweza kuwa e, mwenzi sahihi wa kuwa naye kwenye ndoa e, lazima aangalie maeneo mengi aangalie e, pia huyu mwanamke au mwanamme, inawezekana ana vishe, ana maono, ana ana mikaka, ana mipango ana mikakati, yako mambo ambayo ameyapanga katika maisha yake, labda anaweka hata vipindi, labda anasema mimi baada ya miaka mitano katika ndoa yangu nataka niwe nimefanikisha hiki, baada ya miaka kumi niwe nimefanikisha hiki hayo mafanikio hiyo eh, hayo maono alionayo, hiyo mipango na mikakati itategemea sana kama atakuwa na mwenzi sahihi, na maana atakuwa katika ndoa iliyo nzuri, basi wataweza kwenda pamoja, wataweza kufanikisha yale malengo, yale maono na malengo na mipango na mikakati, watakwenda vizuri na watafanikisha. Kwa hiyo kipindi cha uchumba ni kipindi cha wachumba eh, kufahamiana ili ajue kwamba je, huyu ataweza kuja kuwa e, mume sahihi eh. Kama ni mwanamume, lazima ajue, je, huyu eh, ataweza kuja kuwa, e, ataweza kuja kuwa e, e, mwanam, mume sahihi au baba sahihi wa watoto wangu. Kama ni mwanamume, lazima ajue, je, huyu mwanamke atakuja kuwa mke sahihi au au au atakuja kuwa baba sahihi wa watoto wangu huyu? Tunaweza tukaenda naye katika safari ya maisha? Kumbuka, uchumba ni kipindi kina, cha, kifupi, lakini safari ya ndoa ni ya maisha yote. Awapendwa watazamaji wangu, kwa sasa hivi tutakwenda kuangalia tahadhari ambazo wachumba wanabidi waziangalie wakati wazichukue wakati wanapoendesha uchumba. Kwanza, tahadhari ya kwanza, wachumba wasifanye mambo makubwa wakati wa uchumba kama vile kusomeshana e? Unakuta wengine wanasomeshana elimu ya sekondari mwingine, wanamsomesha mwenzake mchumba wake hata chuo e? Wachumba wasisomeshane, nitakwenda kueleza huko kwa sababu uchumba unaweza ukavunjika e? Nitakwenda kueleza huko mbele kwa nini a athari au e, hasara za kufanya mambo makubwa kama unataka kumsomesha mchumba wako, basi ni vizuri mkaoana, eh, mkasomeshana mkiwa mume na mke. Pia wachumba wasipewane zawadi kubwa, kama vile gari na kadhalika. Eh, wachumba wapewane zawadi ndogo. Kwa mfano, mi naamini kuna zawadi ndogo ambazo ni za muhimu. Moja ya zawadi kubwa ambayo unaweza kumpa mchumba wako ni kumpa ahadi za uhakika, kwa mfano strong promise, kwamba utamuoa au utaolewa naye, wewe ni mwaminifu zawadi kama vile maua, zawadi kama vile saa za mkononi eh, ni zawadi ambazo zinatosha kuonyesha upendo wako kwa mchumba wako. Ah, pia wachumba wasiwekeze katika mambo makubwa, kwa mfano kama kununua viwanja pamoja, kujenga nyumba, na hata kumiliki za biashara kwa pamoja. Wasifanye mambo makubwa kama haya. Wachumba pia wasitoe misaada mikubwa kwa familia zao, kwa mfano Labda umekuta wazazi wa mchumba wako labda nyumba yako usio nzuri, usiende kutumia fedha nyingi kujenga nyumba ya wazazi wa mchumba wako au hata kuwasomesha ndugu zake. E, kama unaona unahitaji kuwasaidia, basi subiri, muone mkishakuwa mume na mke, wale utakwenda kuwasaidia hata kuwajengia nyumba, kwa kuwa tayari watakuwa ni wakwe zako. Hata kama mtakubaliana kwamba mmsomeshe upande wa upande labda wa, wa mke wako au mume wako itakuwa haina shida kwa sababu wale watakuwa ni wakwe zako. Aa, nataka sasa niangalie hasara za kuwekeza au wachumba kufanya mambo makubwa. Kwa mfano, mkisomeshana eh, inawezekana kabisa kama nilivyosema kipindi cha uchumba ni kipindi cha mpito. Inawezekana huyu mwanamke eh, ameshamwangalia huyu mwanamme akaona kabisa huyu hafai kuja kuwa mume sahihi labda hata kuwa baba sahihi wa watoto wangu, lakini kwa sababu unamsomesha au umeshamsomesha itakuwa ngumu sana kwa yeye kuvunja uchumba yako. Mambo mengi ambayo yanaweza kupelekea mtu kubadilisha mawazo ya kumkubali mchumba. Kwa mfano, inawezekana hata upeo tu. Unajua binadamu anabadilika, anaamua mambo kutokana na ukubwa wa upeo wake, na binadamu upeo wake unabadilika kadiri muda unavyokwenda, na pia mazingira yake. Kwa mfano Mtu anapokuwa labda ana elimu ya sekondari anakuwa na upeo tofauti. Akifika elimu ya chuo anaweza kuwa pia na upeo tofauti. Eh, kama labda ni mchumba mwanamke wakati alikuwa na elimu ya sekondari huenda aliona kwamba unamfaa kuwa mume wake sahihi. Lakini atakapopata elimu ya chuo kutokana na mazingira tofauti anaweza kubadilisha kabisa mawazo akaona wewe kumfai tena kuja kuwa mume wake au baba wa watoto wake. Kwa maana hiyo akapelekea kutaka kuvunja uchumba. Lakini atashindwa kwa sababu wewe ndiye unayemsomesha. Pia kumbuka, kama mmewekeza katika vitu vikubwa, hata kuvunja uchumba ni ngumu, eh, inakuwa ni ngumu. Mnaweza hata kama uchumba ukivunjika, basi unasababisha vinyongo na visasi na uchumba. Pia kumbuka, wachumba eh, wanapofanya mambo makubwa wakati wa uchumba wanakuwa watumwa wao kwa wao. E, mmoja anaweza kumwona mwenzake kabisa kwamba huyu wenda hatakuwa mke sahihi, hatakuwa mama sahihi wa watoto wangu, hatakuwa mume sahihi e, hatakuwa mume sahihi lakini anaona siwezi kumwacha, kwa sababu nimeshawekeza kwake sana, nimemsomesha. Sasa kama nikimwacha, anaona kama wengine watafaidi ile elimu aliyompa, yale ile investment aliyofanya kwake ya elimu na kadhalika uh, lakini kama e, hawa wachumba hawakufanya mambo makubwa wakati wa uchumba e, basi hata kama wakigundua kuna, kuna changamoto ambayo inabidi wagunje uchumba wao, ni rahisi uchumba kuvunja, na mambo kama vinyongo na visasi na uchungu mkubwa hautakuwepo. Na pia wengine wanalazimika tu kuingia kwenye ndoa, kwa sababu hapendi ndoa, lakini anasema kwa sababu yeye amenisomesha, siwezi kumwacha, kwa hiyo ana labda amesaidia wazazi wangu sana basi anaingia kwenye ndoa tu ambayo hakupenda. Matokeo yake hii nimeona, uh, ninazo shuhuda imefanya ndoa nyingine, baadhi ya ndoa zikawa hazina furaha kabisa na hata ikapelekea baadhi ya ndoa kuvunjika. Jambo uh, la mwisho ambayo utakwenda kuliangalia ni hili, tahadhari ya, ya wachumba kuchukua ni hii, wana, wachumba wanatakiwa wajue afya zao kabla ya kuingia kwenye ndoa yani, wajue status za afya zao health status. E, mimi nashauri wanawachumba kabla ya kuingia kwenye ndoa waende kwenye taasisi za kiafya zinazotambulika na zinazoaminika, wapime afya zao haswa kwa magonjwa yale ambayo hayana tiba bado, e, yani incurable diseases, kwa mfano kama HIV wajue status zao na Uh, zoezi hili la kujua eh, afya zao status zao eh, wasifanye wachumba peke yao, lakini lisimamiwe na wazazi wao, walezi, na hata viongozi wa dini wahusiki, na matokeo atakapotoka basi hawa wachumba wajulishwe matokeo yao, hata kama mmojawapo eh, au wote wawili kwa mfano wamekutwa wako positive na ugonjwa fulani ambao hauna tiba basi wafahamishwe, na hapa sina maana kwamba e, labda mmoja wapo akikutwa yuko positive kwa ugonjwa fulani basi wavunje uchumba, hapana, lakini wapewe yale matokeo na wapewe uhuru wa wao kuamua, kama wenyewe wataamua e, pamoja na hizo e, status, hayo matokeo ya kiafya, wanaamua kuoana jinsi walivyo, waache waamue lakini waingie kwenye ndoa wakiwa wanajua eh, wanajua status, wanajua afya zao zikoje. Eh, nimeona watu wengi wameingia kwenye ndoa, baadaye katikati wakagundua mmoja akagundua kwamba mwenzake kumbe aliingia kwenye ndoa pamoja naye akiwa na ugonjwa fulani ambao hauna tiba, na hiyo ikaleta mgogoro mkubwa kwenye ndoa na ikasababisha mahusiano ya ndoa yakaharibika kabisa. Kwa hiyo ninashauri jambo hili la msingi na nataka ni washauri wazazi, walezi na viongozi wa dini mwasaidie vijana watilie mkazo juu ya zoezi hili la kupima afya hatua ya kupima afya zao na kufahamu kabla ya kuingia kwenye ndoa. Wapendwa watazamaji wangu, na kwa leo ninafikia mwisho wa somo letu hili la ndoa kama njia panda ambao tumeangalia juu ya tahadhari za kuchukua wakati wa kuendesha uchumba ili tuwe na ndoa zilizo salama. Basi ni kushukuru wewe ambaye umetumia muda wako kunisikiliza. Ntaomba usiache kulaiki hapo na kutoa maoni yako. Kumbuka mimi nina sehemu ya ushauri, lakini hata wewe una ushauri una maoni mazuri kabisa kupitia it, b, nikichukua ushauri wangu ushauri wako maoni yako e, kwa pamoja tunaweza kuyatumia tukaboresha e, e, jamii yetu, mahusiano ya ndoa katika jamii yetu na tukaweza kupata ndoa zilizo bora. Basi asanteni kwa kunisikiliza. Hadi wakati mwingine, ni mimi mshauri wenu wa masuala ya wa mahusiano ya mchumba na ndoa, ninawaaga kwa furaha kubwa nikiwaambia waheri ya kuonana, na asanteni kwa kunitazama.